Simba Sports Club work rate ee, ambayo anaitoa kwa ajili ya kupambania Simba yake inafanana ina, ina na kile ambacho kinatakiwa kina, kina ee, lazima tujitathmini tu, tu, tu, tu, tu, hivyo ili tuweze kuamka hapa tulipo na twende tunakoelekea kuzuri zaidi. Tumeshapoteza alama tano mpaka sasa ni jambo baya kweli kweli kwenye vita ya, ya ubingwa hasa kwenye ligi ambayo unaweza kukutana na timu chache ambazo, ambazo ni ngumu. Kwa hiyo eh, kwanza lazima wachezaji wa Simba Sports Club wafanye tathmini wao kwa wao. Lazima mchezaji mmoja mmoja afanye tathmini ya kujiuliza je, anachokitoa inastahiki kwa Simba Sports Club. Kwa kwa, ukiangalia mchezo leo pamoja na kwamba tulitengeneza nafasi nyingi na tulikuwa bora kipindi cha kwanza, lakini kuna wakati ulikuwa unaona eh, inatakiwa nguvu kubwa zaidi unatakiwa, eh, watu wapambane zaidi hasa baada ya Mtibwa kusawazisha. Lakini a unaona watu wako down eh, watu wanacheza kama tayari tunaongoza goli moja ama goli mbili. Yaani watu unaona kabisa hawana, hawana, hawana, hawana ile, ile, ile, ile ile moyo ya kupambana. Hawana ule, ule mzuka wa kutafuta goli. Hawana ile ile spidi ile, ile, yani, ile, yani ile, ile njaa ya Simba, hauoni kila ambapo wanapata mpira, wanapata matokeo yake tumepata sare, ni matokeo mabaya, lakini hili halipaswi kupita hivi hivi kwa sababu tunakuelekea ndiyo kugumu zaidi. Hii ndio kwanza mechi ya sita bado tumebakisha michezo takriban ishirini na nne ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo lazima kila mtu hapa ajifanyie tathmini ya kina. Ukitoka kwa wachezaji, lazima benchi la ufundi lijitathmini la wenyewe kwamba je, tunachokifundisha mazoezini ndicho kinaonekana kwenye mechi? Nani afanye vile ambavyo tunaelekezana na kwa nini, ili tutafute njia ya kwenda mbele zaidi. Lakini kwa upande wa viongozi vilevile vile, lazima tukae chini tuangalie e shida ni nini. Unapoteza e, mechi mbili za ligi kuu ya NBC e, unapoteza dhidi ya Azam, unaweza kumpa heshima Azam kwamba ni mpinzani mgumu, lakini unakaa unakuja, unapoteza dhidi ya Mtibwa Sugar. Sio timu mbaya, sio timu ngumu, lakini timu ambayo, e, Simba unastahili kushinda dhidi ya Mtibwa Sugar kutokana na aina ya wachezaji uliokuwa. Kwa hiyo lazima kila mmoja ajifanyie tathmini hapa, kwa sababu tunakoelekea ni kugumu zaidi. Hatuwezi e, kusema twende hivi hivi tu. Uh, bila kufanya tathmini yoyote na kuangalia wapi tuko sawa, wapi hatuko sawasawa sawa, wakati huko tunakoelekea ndiyo kugumu zaidi. Moja kati ya maeneo ambayo ni rahisi sana kufanya maamuzi baada ya tathmini fupi ni eneo la uchezaji, na hii shida ya Simba haijaanza leo, hata kwa upande wa wachezaji wengi wanaletewa, ni muda wake huu kusajili, lakini pia na kufagia umefikia wapi, ama kuna kitu ambacho umekiona kwenye tathmini ambayo ume kabla ya kufagia? Kufagia sio solution sana, kabla ya kufagia lazima uangalie hawa waliokuwepo, kwa nini wameshindwa kudeliver kwa nini hawakupi unachokihitaji unacho, unacho, una, unacho kwa nini hawatoi kinachostahili kwenye timu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye yako? Kwa lazima kwanza kabla unaweza ukafagia ukaleta mwingine bado akawa akawa vilevile akawa, akawa, akawa. Hakuna hata mchezaji mmoja mbaya wa Simba, lazima hilo tukubaliane, katika timu ambayo ina wachezaji bora ina wachezaji wazuri very skillful and talented Tanzania hii, ni Simba Sports Club tuna wachezaji mmoja mmoja wenye vipawa na vipaji vikubwa kweli kweli, lakini kwa nini hatuvioni kwenye mechi? Kwa nini hatuvioni kwenye mashindano mbalimbali? Sasa kabla ya kufagia, lazima tujue bwana, kwa nini hatupati the best out of you, wakati sisi tunajua wewe una ubora uliokuwa mkubwa kwa nini wewe, tulivyokuzoea sivyo tunavyokuona hivi sasa? Tukipata majibu hapo, hata kama unasema unafagia unafagia ukiwa na solution, au unaweza ukaamua usifagie, lakini atakaye kuja, kwa maana yule yule aliokuwepo, ukaondoa zile sababu na akarejea kwenye ubora wake minong'ono gani? Minong'ono hiwe minong'onoo sio mzuri ah. Si, tumepata tume, tume, tume, tume sare leo dhidi ya Mtibwa Sugar. Tulipoteza mechi iliyopita mm. Tulitolewa kwenye kombe la mapinduzi, ni kweli matokeo matokeo sio mazuri, lakini matokeo sio mazuri ndo nimesema hapa lazima tufanye e, e, tathmini lazima na, na hii tathmini Eh, kabla ya mimi sijakufanyia wewe, anza wewe, anza wewe mwenyewe, eh, mwenyewe bana, mimi mchezaji wa Simba Sports Club, ninachokitoa kinafanana na Simba, ninavyocheza ni hadhi ya Simba, na huu ndio ubora wangu mimi, na hapa ndio mwisho mimi kujituma. Kama, kama huyu sio mimi, kwa nini huyu anacheza namna hii? Mtu mwenyewe, wanasema hata Mwenyezi eh, Mungu anasema haibadilishi nafsi ya mtu mpaka aibadilishe yeye mwenyewe. Kwa hiyo ianze na yeye mwenyewe, kwamba mimi nani? Kwa mfano mimi, mimi, mimi, mimi Ahmed Ally ninachokicheza Simba ndicho kinachotakiwa Simba, kwa hadhi ya Simba. Huu ndo aina ya mpira ambayo mimi ninaocheza, nina ninapojituma, hivi ndio mchezaji wa timu kubwa anatakiwa kujituma. Hivi ianze hiyo ya, ya, ya, ya mtu kwa mtu, yani mwenyewe kwa mwenyewe baada ya hapo naamini kila mtu atajifanyia tathmini na atajiweka katika nafasi ya kufanya mabadiliko. Hauamini kama muda ni mchache kwenye kufanya tathmini? Wala, na wala. Tunaanza kupata maingizo mapya ndani ya kikosi. Muda wala si mchache sana e, muda haujawahi kuwa mchache kwenye kufanya kitu chanya e, mtu anaweza akajifanyia tathmini leo Mechi inayokuja akawa mpya kabisa baada ya kujiridhisha kwamba yule anayecheza chini ya kiwango sio mimi. Habibi baada ya leo unaelekea sasa kitu kinachofuata ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Na ukiwatazama mashabiki wengi wa Simba leo bado pia wapendezwe na kinachoendelea. Hii ni taswira gani kuelekea mchezo uh, wa kimataifa? Ah, Mwalimu Steven Beka ame, amepata mechi yake ya kwanza ya kimashindano. <coughs> Inawezekana mechi za kombe na mapinduzi kuna kitu alikiona. Lakini leo kwenye mechi hii ya mashindano kuna kitu vile vile atakuwa amekiona. Alichokiona leo ndicho cha ukweli zaidi ambacho kinampa taswira kuelekea mechi yetu dhidi ya Esperance. Uh, hatuwezi kuahidi chochote uh, mimi siwezi kuahidi chochote kuelekea kwenye mechi hiyo ya Esperance, lakini lazima niseme ya kwamba tunakwenda kukutana na mechi ngumu kweli kweli, sio tu kutokana na ubora wa mpinzani tunakwenda kucheza naye, lakini kutokana na aina ya, ya, ya, ya mpira ambao tunacheza Simba Sports Club, sio mpira wa kuridhisha, sio mpira wa kufurahisha na sio mpira wa kutia matumaini. Unajua kuna mechi ukiangalia nasema anyway, e, pamoja na kwamba tumetanguliwa lakini kwa hii spirit tutapata matokeo mazuri muda wote, lakini kwa Simba ni, ni, ni tofauti. E, hata kama unaongoza goli moja lakini ukiangalia timu namna ambavyo nacheza nasema bado hatujacheza kwa, ku, kwa, ku, kwa kuridhisha kiasi cha kutoa matumaini. Kwa hiyo tutakwenda kucheza na Esperance, lazima vitu vingi sana vibadilike, lazima mabadiliko yaanzie kwa mtu mmoja mmoja, kila mtendaji wa Simba lazima afanye mabadiliko. Hi leo kuanzia tarehe kumi na nane mpaka tarehe ishirini na tatu siku ya mchezo wetu dhidi ya Esperance. Vinginevyo yatakuwa mengine. Kumbe, bwana, sio Morris Abraham Wana Simba walikuwa na hofu ya bure. Yule ambao wanasema tunabomoa, tunamtaka sio yeye, anatangaza goalkeeper. Ilikuwa inawezekana, ilikuwa haiwezekani, ama walikuja wakashindwa kumpata. kumpata nani? Morris Abraham hawezi kuondoka Simba, amna timu yenye hadhi ya kumiliki Morris Abraham, lakini hawakuja kuisha hodi. Sijui sasa, si mchezaji mwenye mkataba mrefu, huwezi kuisha hodi, labda kamwaribisha kisirisiri.

weza kuyategemea kutokana na aina ya mpinzani ambaye tunakutana naye kwa maana ya Mtibwa Sugar. Unaweza ukaidharau Mtibwa Sugar, lakini haiondoi ukweli ya kwamba e, ni timu nzuri, ina vijana wengi wadogo ambao wana uwezo wa kufanya chochote. E, kijana akiwa mdogo hana, hana, hana presha kubwa, haofii kukosea, haofii kuharibu na ana uwezo wa kucheza kwa muda mrefu kwa ajili ya kutafuta kitu, na ndicho ambacho kimetokea hii leo. e, kipindi cha kwanza ama dakika za mwanzo takriban thelathini, ishirini tano hivi tulikuwa kwenye ubora sana, tukatengeneza nafasi nyingi sana, lakini tukashindwa kuzitumia. Pale ambapo tulishindwa kuzitumia hizo nafasi, ndipo ambapo Mtibwa Shuga wakaochukua mchezo na kuweza kutawala na kwa kuwa ni vijana wadogo ambao wana uwezo mkubwa wa kukimbia wakucheza wakupasiana, uh, wana uwezo mkubwa ku, wa kufanya kila kinachowezekana uwanjani, wakaochukua mchezo na wakafanya kile ambacho wanaweza kufanya, na wakabahatika kuchomoa goli moja na ngoma ikaisha kwa sare ya bao moja moja. Ni matokeo mabaya, mabaya, alafu ni matokeo mabaya ya mfululizo ambayo kusema kweli yana yana yanaumiza eh, ukiangalia, tupo kwenye vita kubwa ya kupambania ubingwa, e, wa ligi kuu ya NBC, kupambania kurejesha heshima ya mnyama. Lakini e, kwenye hizo nyakati ambazo unatakiwa kuamka na kuchukua e, alama kwa ajili ya kurejesha confidence ya timu, ndipo ambapo mnajikuta mnaangusha tena dhidi ya timu ya aina ya Mtibwa Sugar.